Ni mchague nani? Ndio swali linalowasumbua wengi leo nasa, vijana, na hasa vijana wa kiume na wa kike wanaochumbiana. Katika swali hili wengi huangaika sana. Ni kweli ya kwamba ninaona wavulana ni wengi, ninaona wasichana ni wengi, shule, chuoni hapo, kanisani, kazini, hapo kwenye maeneo mbalimbali swali linaulizwa, nimchague nani? Na nitakapomchagua huyu, je, ndiye yeye? mjua leo tu. Mwingine vijana wana mbinu nyingi sana, na wako wengine wanaomba Mungu, nisaidie nipate mwenzi, ilhali tayari macho yake yalikwishaona na hivyo anafumba tu macho, lakini rohoni hajafumba. Anafumba macho ya mwili, lakini ndani ya roho anaona Sae, wengine wanakuambia wanatengeneza majina, anaweka majina matatu, anaweka vikaratasi, anachagua hapo, kile atakachorudia rudia zaidi ya mara mbili tatu, anasema huyo ndiye. Sasa hapo hujachagua, hapo Mungu hajakupa mwenzi, hapo umetumia akili zako kuchagua mwenzi wa maisha. Ae, mwingine unasikia anapanda, anapanda mbegu, anaweka pale majina na alama, anajua ni la fulani la fulani hivyo vyote hata kama utarudia mara mbili mbili vikakuonyesha ni fulani, tambua kwamba hapo Mungu hajashirikishwa chochote. Yani, yani unakwenda, una, una kufanya jambo wakati akili ya yako tayari inajua kabisa jambo hilo ni lipi. Sasa mpendwa, lazima turuhusu Mungu aingie ndani yetu kwa kutupatia hekima na busara katika suala hili la kuchagua mwezi wa maisha, na ndio maana kwa vijana wengi, na wa kike wa na wa kiume wameumia sana wengine, wengine wamelia sana, wengine wakakata tamaa kwa sababu ya kutafuta hekima zao za kimwili na za kiakili kwa kutumia akili zao wenyewe, na matokeo yake wameendelea kujuta, kwa nini, kwa nini, kwa nini, na hata wengine wakabahatika kuoa. Maana ni mpango wa shetani kuwaunganisha watu ambao hawafanani wala kuendana, na matokeo yake wanakuja kuumia kwa vilio na majonzi vinavyotokana mahusiano hayo. Kuna jambo uh, mahali fulani pa niliwahi kusoma panasema kwamba kwa kweli, kuna magereza mengi humu duniani, lakini kuna gereza moja baya ambalo unaweza kuwa kifungoni na mshtaki wako na mbaya wako, ukiwa, ukiwa naye pale ndani, na hilo ndio likawa gereza lako. Ndio maana leo kuna watu wanaweza kuishi katika maisha ya uhusiano wa ndoa, hawapatani lakini wako pamoja eh, hawapatani lakini wako pamoja eh. Watu wanasema kwamba mtakuwa mwili mmoja, lakini si kweli kila mmoja uko kivyake, lakini nyumba ni ngapi? Nyumba ni moja. Kwa nini yanatokea haya? Yanatokea haya kwa sababu ya kuvunja misingi, kutozingatia misingi. Sasa swali inaulizwa kwa vijana, nani nimchague? Hivi ni nani anayefaa? Biblia, katika Mithali 19 fungu la kumi na nne, nyumba, fungu la kwanza, la pili, Wakorintho wa pili 6:14, anasema "Msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Swali linaulizwa na hivyo kijana wa kiume na wa kike unatakiwa kulijibu, lakini fungu lingine ni katika Amosi tatu, tatu anasema je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kinacholeta shida leo vijana kwa vijana wengi ni kushindwa kuangalia, hivi nichague ni mwenzi mwenye vigezo vipi? Ni kweli ya kwamba katika vipindi vilivyotangulia tulizungumzia habari ya kanuni nne, mambo manne ya kuangalia kwa mwenzi afaa, ni katika ukuaji mraba: kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Namna gani huyo mwenzi anahusiana na mambo hayo manne? Sasa miongoni mwa mambo mengine ambayo tunakwenda kuyazungumza ni katika swala hili, wengine kwa sababu ya kuchagua kwa tamaa zao. Maana leo kuna vijana wengi, ukimuuliza uliangalia nini, wengi wanaacha kigezo cha tabia anakwambia alivutiwa na sura yake. Kama ni kijana wa kike, wa waki, wa kike anakuambia alipata handsome wake hapo, alimuona anam, anamvutia sana katika uso wake, ndevu hizo, eh, alivutiwa na ndevu zake anapokuwa amezifunga amezi pale kijana, zimening'inia safi kabisa. Eh, ameziweka sawa, hizo ndizo zilimvutia binti fulani pale, lakini kijana mwingine pale alivutiwa na makalio, labda tuseme eh, maumbile ya huyo binti, ndivyo vilivyompelekea kuingia kwenye ndoa. Sasa sikiliza, hivyo vyote utadumu kuwa navyo, lakini kama tabia haipo, ukubwa wa makalio wa binti sio kigezo cha kuingia kwenye ndoa, siyo kigezo kabisa. Na ndiyo maana wengi kwa kuviangalia hivyo kama vigezo mama katika maisha yao wengi wameangukia katika vilio vikubwa. Eh, awe na sura nzuri, sawa, anayo sura nzuri, lakini matokeo yake amekuwa ni wakutamaniwa na kila mmoja, kwa sababu ndicho kilichokusukuma. Sawa, sura anayo na, na mvuto anao, lakini tabia imekufanya kuona huzuni katika ndoa. Sasa ni mpango wa Shetani kuwaunganisha vijana wasiopatana, ili watakapoingia katika mambo ya ndoa na mahusiano hayo mwisho wa siku waharibikiwe. Leo kuna vijana wengine kabisa ni wacha Mungu, halafu wanaacha kumuheshimu Mungu katika uchaguzi wa mwenzi. Wanakwambia mbona hata kule nje wapo tu wazuri kabisa kuliko hata waliomo humu ndani. Somo linasema, fungu linasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini Mungu anapozungumza hivyo ana maana kubwa, na hivyo kijana, usilete akili yako. watu watu wawili, watu wawili waweze kutembea pamoja, isipokuwa wamepatana. Ndiyo. Je, mmepatana? mnaposema e, mna mahusiano, mchumba ni mchumba wako huyo kijana wa kiume na wa kike, mnaposema umechumbiana, je, mmepatana? maana maana kuchumbiana ni jambo lingine na kupatana ni jambo lingine, na ndiyo maana wengine uh, kila wakati wana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kutukanana wakati mwingine na, na, na hata wakati mwingine wanapoona madhaifu ma fulani wanayafumbia wa, kwa, ki, kwa kigezo katika kauli za kidunia kwamba mapenzi ni upofu, mapenzi ni upofu, wakimaanisha kwamba. Sasa hapa ndipo kuna changamoto. Vijana wa kiume na kike nisikilizeni, hapa ndipo kuna changamoto. unaona kabisa udhaifu fulani wa, wa kijana, wa kiume, wa kijana wa kike na, na kuna wengine pia cha ajabu, sasa wanafumaniana kipindi cha uchumba, yani mtu huyu na mtu kijana wa kiume wakike ni wachumba, wameshachumbiana tuseme labda, lakini bado labda either binti au kijana wa kiume amemfumania kijana au binti amemfumania akiwa na mwanaume mwingine, au kijana amemfumania akiwa na mke mwingine, halafu bado anasema nimekusamehe, usirudie. utakutana nayo kwenye ndoa utakutana nayo kwenye ndoa. Vijana wengi leo wameshupaza shingo kiasi ya kwamba wanafumbia macho, wakiita ni upofu e, kwamba upofu katika mapenzi, upofu katika mapenzi, wakimaanisha kwamba unaweza ukaona udhaifu fulani katika kipindi cha uchumba, ukiamini ya kwamba nikimwoa atabadilika. Nisaona vijana wengine leo wanalia, mimi sikumwoa hivi, mbona leo amebadilika? kipindi unamwoa, ulioa nini hmm? kama kweli ulikuwa taki binti anayesuka kwa nini ulimuoa akiwa anasuka, alafu sasa hivi mnapambana asisuke? Si ndicho ulichochagua? Kwa nini ukuchagua wakati ule ule mtu asiye suka mm. Binti anavaa suruali na wewe, katika mtazamo wako, katika vigezo vyako, kijana wa kiume utaki binti mwenye suruali, lakini unamuoa na unajua anavaa suruali. Baadaye hujamwambie hakuna kuvaa suruali hapa ndani. Ndiyo maana wengi wameangukia katika tabu, kwa kudhani ya kwamba kwenye uchumba wanaweza kuvumiliana kwenye mambo ya kidhaifu ambayo mengine hayamtukuzi Mungu, wakiamini wakioana atabadilika. Wengi wamelia eh asivae vimini wakati unamwoa, alikuwa anavaa vimini unamchumbia na vimini vyake. Kwa nini sasa ukubali? Kwa nini ukutafuta ambaye anavaa nguo mpaka chini kwa zile unazozipenda? Ndio maana nawaambia kwamba mnaweza mkaoana, lakini swali, mnapatana? Wengi hawapatani ndio e, maana neno linasema uh, watu wawili hawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Leo vijana wengi wanaoana kwa sababu ya, ya mambo tu ya, ya juujuu na sio kwamba wanapatana. Maana kama mnapatana, utazingatia vigezo na masharti na hautatoka katika vigezo ulivyoviweka. Kwa hiyo, kwa wengine kuamini kwa kwamba atabadilika, matokeo yake wao ndio wamebadilishwa, wamebaki tu kulia, wamebaki tu kulilia moyoni maana aliamini kwamba atabadilika baada ya kumuoa. Sasa na mimi nakwambia wazi, kama mtu hataweza kubadilika kwenye uchumba, tambua ya kwamba ukiingia kwenye ndoa utakutana na uhalisia asilimia mia. Kwa hiyo kama unaangalia angalia sasa katika habari hiyo ya urafiki, katika habari hiyo eh, ya kuchumbiana angalia, maana nilishawambia tangu mwanzo ya kwamba uchumba ni hatua ya mpito kuingia katika kipindi cha mpito kuingia katika, katika ndoa yenyewe katika uchumba huu sio wakati wa kuchunguza tabia. Tabia zitakazochunguzwa hapo nyuma kwenye urafiki, kwenye, kwenye mambo ya, ya kuchumbiana, hapo kabla ya kusema ndio nimekubali. ni ni ma, maana unapofikia ndio nimekubali kwa maana yake ni kwamba umekwisha jiridhisha, na sasa uko tayari kwa ajili ya kuingia kwenye muunganiko wa ndoa. Sasa wengine wana, wanafumbia macho wakisema, mapenzi ni upofu kwa maana ya kwamba unaweza ukavumilia mambo fulani kwa wakati fulani atabadilika. Wewe uwezi ukambadilisha wewe, sio Roho Mtakatifu, maana ni Roho Mtakatifu pekee ndiye anayegeuza nia kuwafanya wasiofaa wafae, si wa ni baada ya wao kujisa, kujisalimisha na yeye kuingia ndani yao na wao kuingia ndani ya Kristo ndipo anaweza kugeuzwa nia. Sasa we mwenyewe unatamani una, ni, ni mtu ambaye unahitaji una kugeuzwa nia na Kristo ili patane na nia ya Kristo. Sasa utawezaje kumgeuza mtu mwingine? na hata wengine wapo ambao wazazi wao wameshindwa kabisa kuwageuza kuwabadilisha kitabia. Leo kijana tu wa kiume huko hapo au binti ndo unasema nitambadilisha, nitambadilisha. Unaweza usibadilishe, matokeo yake wewe ndio kabadilishwa. Hata Samsoni naye aliyafanya yale yale alipoambiwa na wazazi wake, lakini inakuaje yeye akaamua kuteremkia Timna? Sasa angalia kilichokuja kutokea yule binti, alichomfanya yule binti wa Kifilisti. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike Toweni akili zenu katika kuchagua wenzi. Unapotaka kuchagua, angalia kwa umakini sana kwamba nani unayekwenda kumchagua, na unapomchagua ni matokeo gani yatakayotokea. Acha kusema kwamba wewe utabadilisha, utabadilisha. Umebadilisha wangapi hadi leo? Na hata kuna wengine wenyewe tu hawajabadilika, sasa unapanga kumbadilishaje mwingine? Sasa wengi ujiuliza, nimchague nani? Acha Mungu akupe hekima na wala sio kujitafutia wewe mwenyewe kwa macho yako hutaweza kufanya vitu. Unaomba, unaomba wa Mungu akukutanisha na fulani, tayari unataja na jina lake, nikana nika kwamba jicho moja umefumba lingine linaona. Hapo hujafanya chochote, acha Mungu akupe hekima na busara ya kukutanisha na mtu ambaye mtapatana. E, wengi wengi huingia katika muunganiko lakini pasipokupatana, na kwa sababu hawapatani matokeo yake ni kulia na kusaga meno. Sikiliza katika ujumbe huu anasema Uangalifu mkubwa utumiwe na vijana wa Kikristo katika kupata marafiki na katika uchaguzi wa wenzi. Uwe mwangalifu ili usije ukakuta kile unacho ulichofikiria kuwa ni dhahabu kumbe ni madini yasiyo na thamani, na roho nyingi zina zinaangamia kwa sababu ya muungano ya muungano wenye uzuni iwe katika biashara au katika ndoa na wale ambao hawawezi kuinua au kuboresha kamwe. Watu wa Mungu wasithubutu kwenda katika maeneo yaliyokatazwa. Ndoa kati ya waumini wasioamini imekataliwa na Mungu, lakini mara nyingi moyo usioongoka hufuata tamaa zake na ndoa zisizokubaliwa na Mungu zinafungwa. Ujumbe kwa Vijana, ukurasa wa mia nne na tano. Maneno haya yanasemwa. Huu ni ujumbe kwa wale wanaosema, ah, mbona huyu anaonekana kuwa na upendo wa kweli kuliko hata huyu tunayesali naye? Ni kujidanganya nafsi. Nimetangulia kuambia kwamba ni kazi ya Shetani kuwafanya watu wapatane ili baadaye waje walie na kusaga meno. Narudia kusema kama mtu sio wa imani yako, kwa nini ulazimishe kwamba mnaendana wako wengine waliwaaminisha hivyo, akaku, akakutumikia akawa anakupatia kila kitu na ukaamini ndiyo upendo. Baadaye ulipoingia kwenye ndoa, makucha yametokeza nje. Sasa ndipo unamuona halisi. Hata hiyo imani uliyokuwa unaamini, unasema utambadilisha. Matokeo yake sasa hivi anakuambia hata huko kanisani acha kwenda. Vijana wa kiume na wa kike, msikilizeni Mungu katika maamuzi ya kuchagua wenzi wa maisha. Tazameni vile mnavyovitarajia. Kwa nje mnaweza kuona dhahabu lakini ndani ni madini yasiyokuwa na thamani. na la hivyo, lazima uzingatie. Wengine wanajiuliza, je, katika habari ya uchumba huu? Sasa ni ujumbe wa wale wanaosema mapenzi ni upofu. Acha kupofuka kwenye mahusiano kabla ya kuingia kwenye ndoa. Hapo muombe Mungu akupe hekima. Unapomwomba Mungu akupe hekima, atakuonyesha mpaka na vile vilivyojificha. Mungu wetu hajawahi kushindwa na Mungu hawezi kuleta uzuni kwa mtu aliye mwaminifu, na hivyo ili kuyaepuka hayo. Wengine wanajiuliza sasa, nimeshachumbiana naye na mali imeshatolewa. Hapa napo kuna changamoto kubwa sana. Vijana wengi wanadhani ya kwamba wakisha ingia kwenye uchumba na wale wanaodai hizo mahali wanazozidai, leo kama unavyojua kwamba unasikia ongea, kumbe na mali imeshatoa. Sikiliza kijana wa kiume na wa kike, bora mali mali hiyo uliyoitoa ifie kwa, wa kwa wazazi, maana wewe sio wa kwanza kupoteza lakini sio kuunganika kuunganikana na mtu ambaye moyo wako haujamkubali ama umeona mambo yasiyo sahihi ukaendelea kuyavumilia. Wakati mwingine vijana wengine unaweza ukawashauri, vunja huo uchumba, maana ni, ni kana kwamba unakoelekea hautafika. Eh, ni kweli ya kwamba sisi hatuwezi kuamulia kuvunja, lakini tunaweza kuonyesha hatari zilizoko mbele kisha ufanye uchaguzi lakini wengine wamekomaza vichwa kabisa, anakuambia ni huyu huyu, nimeshamaliza kila kitu, suti nimenunua, shera tayari, yani yani, hapa mchunga, yani sasa nitaaibisha watu. Sikiliza, bora waaibishe watu kwa kuvunja uchumba kuliko kuja kuaibisha hao watu kwa kukatika, katika hiyo ndoa, na watakwambia hao hao hao hao, nao wakaribisha kuja kula mchuzi kunywa na kula kwenye harusi yako. Hao hao ndio watakaosema tulijua tu hiyo ndoa haitafika. Sasa vijana wakiwemo unapowashauri katika habari ya kuvunja uchumba, wengine wanajiuliza, "Je, kama ni katika chaguzi zangu za kuchagua mwenzo wa maisha na hapa kwenye uchumba nimeona madhaifu fulani na haya katika ku, ku, kushauriana hakuna mabadiliko. Nini kifanyike? Je, nivunje?" Sikiliza maneno haya yanavyosema. Hata kama uchumba umeingiwa umeingiwa bila ufahamu kamili wa tabia ya yule unayekusudia kuungana naye, usifikirie kwamba uchumba huo unakuwa ni nija, jambo la lazima kwako kujiwekea nadhiri ya ndoa na kujihusisha na maisha kwa mtu ambaye huwezi kumpenda na kumheshimu. Kuwa mwangalifu sana jinsi unavyoingia katika uchumba wa mashariti, lakini bora zaidi kuvunja uchumba kabla ya ndoa kuliko kutengana baadaye kama wengi wanavyofanya. Nyumba ya Adventista, the Adventist Home ukurasa wa nane maneno haya anasema, kwa hiyo ndugu zangu, vijana wa kiume na wa kike, kuvunja uchumba siyo dhambi, na hasa pale unapogundua kwamba huyu mwenzangu, tumeendelea kushauriana mambo haya, ameendelea kuwa mwiba na hakuna badiliko. Kuvunja uchumba siyo dhambi, ni jambo la dhairi kabisa unapoona kwamba mambo haya hayaendi. Badili mwelekeo, geuza mwelekeo wako na uombe Mungu akupe amani ya moyo, akuonyeshe aliye sahihi, atakayefaa kwa ajili ya muunganiko wako naye katika maisha ya uhusiano wa ndoa. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike, zingatieni mambo haya. Wengi wanashindwa kabisa, wanashupaza shingo zao unapoambia hizi habari na hasa katika mambo ya, ya kuvunja mahusiano ambayo hayana busara. Mahusiano yoyote ambayo hayana busara, hayamtukuzi Mungu wala hayawafanyi ninyi wenyewe kuheshimiana. Hayo sio mahusiano ya Kikristo yanayowaandaa kuingia katika ndoa. Kwa hiyo vunja uchumba ambao unaona kabisa huu hauna busara utaletea aibu, na narudia kusema bora uleta aibu kwa jamii yako na, awe, na marafiki zako waliokuwa na jua. Maana leo mahusiano mengi unayaona eh, kwenye status, wapi watu wanarusha kwao, wanatangaza sehemu mbalimbali eh, tunapendana eh, picha zinapigwa, nakumbatiana hapo. Na nilishawaambia habari za kukumbatiana washerati eh, unaanza kutengenezwa na ninyi wenyewe vijana mnaochumbiana huo sio wakati wenu sasa. Mlikwisha watangazia, watangazieni sasa wakijua kwamba yamevunjika. Ni heri wajue wakucheke, lakini mwisho wa siku umwombe Mungu akusaidie kupata kitu kilicho sahihi. Epuka upofu. Wengine wanakwambia kanisa limeshatangazwa siku ishirini na moja zote, itakuwaje sasa? Bora tu nikubali, Mungu atatusaidia tu. Narudia kusema kama mwezi kusaishana kwenye uchumba mkapatana, hata kwenye ndoa itakuwa ni migogoro mara mbili zaidi ya mlivyo leo kwa hiyo nini cha kufanya omba hekima kwa mungu mungu akupe hekima eh, akupe hekima ya kufanya chaguzi zilizo sahihi peke yako huwezi lakini utakapomtanguliza mungu katika kila jambo hapo ndipo utaweza kushinda na mungu atakupatia uamuzi sahihi narudia somo neno hili katika mithali kumi na tisa kumi na nne nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye bali mke mwenye busara mtu hupewa na bwana Mungu pekee ndiye anaweza kutoa hekima na busara katika kufanya chaguzi zilizosahihi ili kuwafanya vijana wasije wakaona yale wanayoona leo kuwa ni dhahabu, kumbe ndani yake ni madini mwitu. Wakati mwingine watu walikuwa wanatengeneza zamani ma, ma, mapakiti yale ya sigara, wanatengeneza na wanageuza kwa nyuma, halafu baadaye wanakwenda kuwatapeli watu mitaani kwamba ni dhahabu, wanapewa pesa, eh, ni, ni, ni, ni dhahabu, haya ya, ya, wana, wanapewa pesa hapo. Uh, wanatoa pesa halisi alafu wanapewa vitu fake. Sasa kuna vijana wengi leo wanaangalia tu mambo ya nje yanayoonekana kwa nje kwa sababu mivuto yao ni ya nje tu alafu mwisho wa siku wanasahau vitu vya maana. Nje waliona kama dhahabu lakini kumbe ndani ni madini mwitu. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike, epukeni madini mwitu. Leo tunaishi kwenye ulimwengu ulioharibika na shetani anajua kabisa ndoa ikishaharibika hakuna kila kitu. Vitu vyote vina vinaporomoka. Kwani amjakutana watu leo nyumbani. Nimesema tangu mwanzo kwamba kama kuna gereza ambalo mtu anaweza kufungwa pasipo kufungwa gereza lingine la nje, ni gereza la, la ndoa. Leo kuna watu wako kwenye ndoa hawezi kucheka na mwenzi wake nyumbani, hawezi kucheka na watoto wake nyumbani, lakini akienda kazini anacheka, waswahili wanasema mpaka meno ya sebreni yanaonekana, lakini nyumbani mwake hacheki na mwenzi, akifika tu kila kitu kinakaa kimya, hadi mbwa walioko nyumbani nao wanakaa kimya, kwa sababu amefika adui wa familia. Inawezekana ni mama, ni baba, mimi sijui. Nyumbani acheki lakini barabarani anacheka, akifika kwa wafanyakazi wake, nyumbani kule kwa wafanyakazi wake kule kazini, kama ni ofisini, anacheka mwanzo mwisho, anacheka na wafanyakazi wake, anacheka na wageni wanaokuja, anacheka na na wale anaowahudumia. Akifika nyumbani furaha ipo. Unadhani alianzia wapi? haya Yalianza tangu katika msingi wa uchaguzi. Kwa hiyo, ili kuepukana na migogoro hii inaweza kujitokeza, tumuombe Mungu atusaidie, tuombe hekima kutoka kwake, na Mungu atatupigania. Na hivyo vijana wa kiume na wa kike, ambao mmebahatika kulisikiliza ili somo fupi linalokuja, kwa ajili yenu, hebu tumuombe Mungu atusaidie. Nami vijana, ninaendelea kuwaombea ili ya kwamba mnapoendelea kufanya maamuzi muweze kufanya maamuzi yaliyo ya busara. Mungu wetu anatamani tuwe na ndoa zenye furaha, tuwe na, na familia zenye furaha. Lakini itategemea tuliingiaje humo ndani. Itategemea tulisikiaje sauti ya Mungu. Mungu aliponongona ndani yako, akakwambia ya kwamba kuna madhaifu moja mbili tatu. Hapa akuna mabadiliko. Je, ulisikia sauti yake ili kufanya maamuzi? Ama ndiyo hivyo ulisema, umekwisha gawa kadi, umekwisha pata wafadhili, umekwisha fanya hivi na vile, sasa itawezekanaje kuacha? Mimi nakwambia hivi, ni heri ulie uchungu, ulie machozi, upate uchungu wa muda kitambo, moyo usuzike, kuliko kulia maisha yako na kukumbusha. Kuna watu wako kwenye ndoa leo, baba anaomba mama afe, mama anaomba baba afe ili apate amani ya moyo. Sasa usije ukawa wewe. Tafakari katika umri huu ulionao, tafakari katika wakati huu ambao hujafanya maamuzi, ili usije ukalia kilio cha milele na kilio cha milele ni kipi utakacholia baada ya kuwa umesema mtaungana, ham, mtatengana paka kifo kiwatenganishe. Huo muda wote hapo unaweza kulia kilio cha milele cha maisha, maana ni mpaka mmoja wapo atoweke. Kwa hiyo tafakarini sana vijana, namna mnavyoenenda, mna, nani unayemchagua omba hekima. Nimchague nani? Omba hekima, omba hekima Mungu atakupa hekima na busara kwamba umchague nani katika mahusiano, na ni yule ambaye anaendana na vigezo vyako. Kama uhitaji wa suruali, usichagua anawevaa suruali leo ukisema utambadilisha. Kama uhitaji mwenye vimini, achana na wenye vimini, maana hutambadilisha kwenye ndoa, hata viendeleza, maana ndivyo ulivyomchagua akiwa. Kwa hiyo zingatieni hilo. Hakuna wakubad, mwanadamu awezaye kumbadilisha mwanadamu mwingine kitabia ili afanane na tabia anayotaka yeye, vinginevyo ni migogoro tu itakayozaliwa hapo ndani. Kwa hiyo Bwana atusaidie, Bwana awasaidie sana vijana wa kiume na wa kike, mnapoendelea kufanya maamuzi. Mungu aendelee kuwalinda. Karibuni kwa vipindi vingine vinavyoendelea, endeleeni kujiunga mahali hapa, tunajifunza mambo mbali, mambo mbalimbali ya kiroho, na hata kesho tena tutakuwa na somo lingine kwa ajili ya ma, ibada ya maombi. Kwa hiyo endelea kujiunga, lengo letu kubwa ni kujifunza mambo ya kiroho kwa ajili ya umilele. Mungu akubariki, Bwana akusaidie. Ikiwa una swali kuna namba hapo, unaweza ukaweka swali lako uka ukajibiwa. Na lengo kubwa na makusudi, tuwe na ndoa yenye furaha, tuwe na ndoa zinazotuandaa kwa ajili ya umilele, tuungali katika dunia hii. Bwana akubariki unapofanya maamuzi, Mungu akusaidie. Tukutane katika kipindi kijacho. Bwana awe pamoja.